Ndugu yangu mdogo wangu Tutunyo, muona umwati mkubwa huu, wamekuja kwa sababu yako, upendo wako. Naomba urudie Mungu kuomba, lakini pia Mungu akupe nguvu, lakini kurudia na watoto wadogo, waangalie watoto wadogo. Umeona mama ameacha watoto wadogo. Mheshimiwa mbunge na viongozi wengine, mimi nilitaka kusema jambo moja kwa sababu mama ameacha watoto wadogo sana, nataka niongee kuhusu watoto. Na sisi ni viongozi, tunaangalia watoto. Mimi nataka niseme angalau tutoe chochote kwa ajili ya hawa watoto wadogo, ili waweze kusoma. Mimi hapa natoa laki moja, ili hawa watoto na sisi wengine wote tuendelee kutoa kidogo kidogo, ili watoto wetu waende kusoma. Asante sana sana. Hawa waweze kwenda shule wale wadogo wote. Ni mwombe Mheshimiwa mbunge wetu na imani ataweza hilo. Mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti wa chama na viongozi wote, tukisaidiana na ofisi ya mkuu wa wilaya na viongozi wote mlioko mahali hapa, tusaidiane juu ya watoto hawa ili waweze kusoma. Niwapeni pole mno, sisi tutaondoka baada ya muda. Mimi nataka tu nitoe faraja kwa familia hii, wamtegemee Mungu, mtegemee Mungu peke yake ndio mfariji. Nilivyosikia historia ya dada wetu huyo aliotangulia mbele ya haki, ana umri ya sabini na nane kama mimi hapa, na Fredi ni aiji yetu ni mdogo, sababu ndo miaka 46 kwenda 47 na tukasikia Mungu amembariki wa watoto kumi. Mimi na Fredi tuna watoto wangapi? Wawili mimi na watatu, memzidi Fredi kidogo na wawili. Kwa hiyo mimi nimejitahidi, Fredi, tukajipange angalau tusoge tusogesogee tufikisha hata watano, kwa sababu mama amejitahidi, amezaa watoto na Mungu amembariki wa watoto wote wako lakini, mheshimiwa mbunge, sisi tukisimama kama viongozi hapa, watu hawo wa wanataka faraja na faraja yao umesikia kwamba watoto ni wadogo, watoto wanahitaji elimu na heshima pekee ambayo tutaweza kuiacha kwa rafiki yetu Tutunyo ni kumsapoti bila watoto hao wa wadogo. Kwa hiyo, mimi ningeliomba mimi na wewe, mheshimiwa mbunge, tum, tumtake mwenyekiti wa vijana akafungue akaunti. Akifungua akaunti, mimi na wewe tuone tunaweza kufanya nini kwenye akaunti hiyo, ili watoto hawa wakapate elimu hiyo. Ndio peke yake hata sisi tukistaafu, tutakuwa tumeweka historia kwamba watoto wale tumewashika mkono. Na mimi akaunti ile itakapofunguliwa, mdogo wangu Tutunyo, njoo nione, nitaweka shilingi milioni moja kwenye akaunti hii, kwa kweli, kwa sababu tunahitaji wa watoto wa hivi. Najua kabisa kwamba Tutunyo ni mpambanaji mwenzetu na tunamhitaji, na ndio sababu wote tumesimama hapa, na sisi wanasiasa tumekuja kwa sababu wote tunamhitaji Tutunyo. Sasa heshima pekee tutakayempa Tutunyo ni kumsaidia wadogo zake, na umesikia ni wadogo nimemwona mmoja hapa mpaka akanitoa machozi. Kwa hiyo mimi niombe Tutunyo, mwenyekiti wa vijana, kafungua akaunti, utakapofungua akaunti nifate na mimi, ndaweka milioni. Sasa nimsemea mbunge, atasema sababu ni mzito. Sasa mimi ni nani nimsemee mbunge wa jimbo? Mimi ni nani kwako, mheshimiwa? Mimi ni mwenyekiti wa halmashauri eh? Kama mimi nikibahatika kupata basi, na mimi wengine watasema mimi ni nani niseme. Kwa hiyo mimi nasema tu kwamba tumshike mwenzetu Tutunyo mkono kwa kuhakikisha tunamsaidia wadogo zake, kwa sababu thawabu hiyo tutaikuta kwa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yangu mdogo yangu Tutunyo, pole sana pole sana. Tulikuwa kwenye ziara ya kata ya Mfereji takriban wiki moja iliyopita, tulikuja tukaenda kuweka jiwe la msingi kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Baada ya ziara ile, ndugu yangu mdogo wangu Tutunyo alinialika nyumbani kuja kumsalimia mke wake ambaye ni mzazi. Kwa hiyo ratiba ilichelewa, lakini tulifika hapa kukiwa giza, kwa kama takribani saa moja, saa mbili usiku. Lakini kwanza niwapongeze na niendelee kuwashukuru watu wa goma Tutunyo, kwa kweli mlitupokea usiku wa giza, lakini mlitukarimu kwa moyo wa upendo, kama ambavyo nafahamu sisi ni wanafamilia kabisa kwenye boma hii. Lakini siku ile tulifika tukasalimia boma, baada ya pale nilikwenda ndani kumsalimia mzazi na mama yetu ambaye leo ameenda kupumzika, ndio alinikaribisha pale ndani ya nyumba, kuingia kumwona mzazi na kumpongeza, tukatoka. Juzi tukiwa Lepruko kwenye mazishi ya koko wetu kwa boma ya ndugu yetu Kalanga, mkuu wa wilaya ya Karagwe, mheshimiwa mwenyekiti wa vijana aliniambia, anatoka Arusha, akaniambia kama una nafasi, naomba tuende wote Tukawenda wote kushiriki mazishi yale. Wakati wa kutoka tukatoka pamoja, pia tuliagana pale bypass, kaambia siku njema, kwa heri, tumeondoka na gari. Baada ya nusu saa akanitumia mesi kwamba mama amegongwa na gari, naomba tusaidiane kutafuta madaktari wa pale Karatu. a kweli tukasaidiana tukapata daktari ambaye alikuwa mwema na mchangamfu, akatuambia mama mpokelewa. Lakini wakati naendelea kuwasiliana Tutunyo, daktari akaniambia kwa kweli hali ya mama sio nzuri, asema asilimia hapa ni thelathini tu tunategemea, lakini yupo kwenye oksijeni. Kwa baada ya pale tuliangaika kuangalia nani atakuwa na Tutunyo kwenye maeneo yale, kwa sababu aliniambia yuko kwenye usafiri wa basi kuelekea kule akiwa mwenyewe. Lakini kwa kweli nimesema niseme hivyo, kwa sababu wakati nikiendea na gari, baada ya lisali moja daktari alinipigia akaniambia, mama tunaye lakini kwa sijawasiliana na Tutunyo nikaambia Tutunyo kwa na nani wakasema, huyu ni mwanaume wa Kimasai mpaka sasa yuko mwenyewe, lakini tunaenda kumwambia. Kwa nini sikupiga simu nami, nikasubiri kwa uvumilivu mkubwa. Lakini baada ya muda Tutunyo alinipigia simu mwenyewe akiniambia tumempoteza mama. Ndugu yangu Tutunyo, Niseme hakunaga jinsi ya kupokea msiba, hakuna. Hata mimi nimetoka kwenye msiba mwaka uliopita, hata mimi sikujua jinsi ya kujiandaa. Na hata mzee ndio alikuwa kitandani anaumwa, lakini siku ile inafikia, hakukuwa na maelezo kamili ya kujiandaa na hali hiyo. Wewe umetoka kwenda shughuli zako za kawaida, mama ametoka kwenda kwenye shughuli za shirika akiwa na afya njema, lakini kama tunavyosema hatujui mipango ya Mungu, amefika akatokea. Kwa kweli, mimi nikupongeze, nikupongeze kama kijana, nikupongeze kwa umairi wako, nikupongeze kwa ushujaa wako wa kupokea jambo hilo. Sisi tupo kama ndugu zako, kama kaka zako. Amesema mwenyekiti atoa mashauri nami pale nilichungulia kuangalia umri wa mama, mi namwita mama, lakini amezaliwa mwaka sabini na nane mi nimezaliwa mwaka sabini na saba Manake bibi au mama yetu ni mdogo wangu mimi, lakini tunaenda kumlaza pale, na leo tunaongelea watoto waliotuacha. ku ndugu yangu, nikupe moyo, nikupe moyo, lakini ufahamu kama ndugu zako tupo karibu tuko karibu na wewe. Wamekuja watu kwa umoja wao wakionyesha umoja wa chama kwa wilaya yetu wa Monduli, kila mtu amekuja kukufariji wewe, lakini ni kweli tunakutegemea. Ni kijana mahiri, umefanya vizuri kwenye jumuiya ya vijana, tunakuombea mengi makubwa. Nichukue nafasi hii pia ya kuwapongeza jumuiya ya vijana ya mkoa wa Arusha, mkiongozwa na mjumbe wa baraza ndogo wetu Teza na wenye viti wote mlioweza kuja, naomba muendelee kujenga heshima ya jumuiya ya vijana kwa mkoa wetu Arusha. Sisi wote tumesimama hapa na sisi tulipitia huko huko, Mungu akatubariki tukufika hapa kwa, na mimi pia niwatakie kila laheri kila mmoja wenu kwa ndoto zake, najee mkafike mbali, kwa sababu kitu kikubwa ambacho jumuiya ya vijana nakufundisha ni nidhamu na unyenyekevu. Kwanza nimalizie, Tutunyo, tumekuja kama boma Kokoo, mama Kalaine yuko, baba mdogo George yupo na wote, kwa sababu boma Lowassa ukija kwa Tutunyo tumekuja nyumbani. Mwenyekiti wa mashauri ameelezea jambo lile ambalo limeanzishwa na mwenyekiti wa chama wa kata na, na mimi niseme, na mimi nimelipokea Mheshimiwa wa halmashauri amesema ataweka milioni moja akaunti ikishafunguliwa basi, nisemeje na mimi atuko kwenye harambee, basi mimi nikuhakikishie kama kakaako na mimi, wakati bado nikiwa hai nitahakikisha watoto wanasoma mpaka nguvu zangu za Baada ya kusema hayo, jamani, ni washukuruni wote, poleni sana kwa msiba mkubwa. Bwana alitoa, Bwana ametoa, na jina lake lihimidiwe sana. Amen. Shukuru kila mmoja kwa nafasi yake. Nimekuja hapa kwa upendo wa dhati kabisa, naomba kila mmoja ambaye sitaweza kumtaja uamini kwamba familia hii tunakushukuru ni Mungu leo ameamua kwamba tukutane kwa njia hii, kwamba leo tukutane kwenye kijiji hichi na wakati kama huu kwa ajili ya haya. Mungu angeweza kuamua kwamba tukutane kwa furaha, lakini leo amesema tukutane kwa njia ya namna hii. Kwa hiyo tumshukuru Mungu kwa yote, na itoshe kusema ndugu zangu wote, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa pekee wake, naomba mtambue kwamba tunawashukuru mno kwa faraja zenu na kwa kutukimbilia sisi familia ya Tutunyo tunawashukuru mno. Baada ya kusema haya, ni waombe sana msiache maji ambayo imeandaliwa mahali hapa. Sisi kama familia tunawashukuru mno kila mmoja kwa nafasi yake. Namshukuru sana mwenyekiti wa UWT, mwenyekiti wetu wa UWT amepambana sana, alikuwepo hapa siku nyingi, kila wakati anapiga simu, anapambana kuonyesha mambo yanakwendaje. Na viongozi wengine mbalimbali, naomba niwashukuru kila mmoja Wapo wengine hata wengine wanatuma wametuma wanatuma ujumbe sijaweza kuwajibu, lakini mtambua kwamba mimi ndugu yenu kwa dhati kabisa. Kwa kufika kwenu kwenye kijiji chetu hichi, meona mahali tulipo, ninawashukuru kwa dhati kabisa kabisa, na Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu azidi kuwatia nguvu na kuwasaidieni kwenye shughuli zenu zote za kila siku na kutujelea umoja. Umoja huu ambao umetukutanisha leo hapa Mfereji, basi uzidi kuwepo kwa Monduli yetu, kwa Tanzania yetu, kwa Arusha yetu na kwa dunia yetu kwa ujumla. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.